Mwezi wa 12 mwaka 2025, mwaka jana, nilipokea taarifa ya baadhi ya wananchi wa eneo hili ambao wengi wao ni wafugaji, wakiwa katikati ya eneo la Engusero Andare wa wakiwa wamejikusanya na kulalamika kwa nguvu zote kwamba maeneo hayo yamekuwa yakivamiwa, Mheshimiwa mkuu wa, wa mkoa, kwa shughuli za kilimo, wao wakidhani ni malisho kwa hiyo wakakaa kwamba hawaondoki katika eneo hilo, mheshimiwa mkuu wa mkoa. Baada ya kusikiliza pande zote, mheshimiwa mkuu wa mkoa, wilaya ya Kiteto kupitia kamati ya usalama tuliamua kuunda kamati mahususi. Tuliona kuna umuhimu wa kushirikisha mamlaka iliyopewa dhamana ya kusimamia mipango ya matumizi bora ya ardhi, ambayo kwa nchi yetu ni Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi. Na mheshimiwa mkuu wa mkoa, niseme kamati hiyo imefanya kazi kwa weredi mkubwa na leo kamati hiyo ya ardhi wataweza kuwasilisha taarifa hiyo mbele ya wananchi hawa na mbele yako Mheshimiwa mkuu wa mkoa na kamati ya usalama ya mkoa ili jambo hili liweze kupitia kufikia hitimisho. Jambo lingine ambayo kamati imebaini ni uwepo wa mauziano holela baina ya mtu na mtu, huku yakishuhudiwa na mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa kijiji, katibu wa kitongoji, mjumbe wa serikali, Mheshimiwa hakimu bila kuzingatia matumizi yaliyotengwa na kuthibitisha uhalali wa umiliki wa muuzaji. Pia kuna mwenyekiti wa kitongoji anashuhudia kitongoji ambacho pia hakipo ndani ya kijiji chetu, hakipo kabisa kwa mjibu wa serikali za mitaa, lakini ana muhuri uliogongwa pale kwamba yeye ndio mwenyekiti wa kitongoji kinaitwa kitongoji cha Olengashu. Hatuna kitongoji hicho ndani ya kijiji cha, cha Kimana. Wananchi, naomba niongee kwa, kwa, kwa taratibu kidogo kwamba kamati imebaini kwamba tunazo ripoti tatu za mpango wa matumizi bora ya ardhi ya kijiji cha Kimana iliyoandaliwa mwaka 2015 zinazo zinazotofautiana katika eneo lililotengwa kwa ajili ya malisho. Naomba nitoe ufafanuzi ili wananchi waelewe vizuri maneno yaliyopo kwenye nakala ambayo tume waliondoka nayo na mliidhinisha nyie na maneno ambayo baadaye yamekuja kuonekana kwenye taarifa mliobaki nayo nyie yametofautiana na hiyo tofauti, aliyetengeneza hiyo tofauti alisahau, akaongeza eneo hili kwenye maneno, lakini kwenye ukubwa wa eneo ukabaki ule ule. Kwa hiyo ukienda ukiangalia ramani, eneo hili linalolalamikiwa siyo la malisho. Ukienda kwenye ukienda kwenye ukubwa kwenye coordinate zile wanaita nini kwa Kiswahili, jira jira, yaani zile alama za nukta zinazoonyesha kwamba mpaka ni hapa, mpaka ni pale, mpaka ni pale, zinaonyesha tofauti, coordinate zile zinaonyesha sio eneo la malisho, lakini maandishi, maneno yamezidi pale yanayokutaja hilo eneo. Naomba niwaachie mtafakari, asante. Kamati kwa kupitia picha za anga za mwaka elfu mbili na kumi. Ina kabla ya mpango Inaonyesha kuwa eneo la Engusero Andare lilikuwa na mashamba mawili tu mwaka 2018, mashamba yakaanza kuongezeka na mwaka 2025 eneo karibia lote lina li mashamba. Aidha, nyaraka za mauziano zinaonyesha kuwa wakulima wengi wamenunua mashamba hayo kuanzia mwaka 2020. huo ndio mgogoro ambao upo. Isitafsiriwe kwamba serikali ya kijiji ama wafugaji wanawakataa wakulima. Hapana, ni wakulima ambao wamejimilikisha maeneo haya pasipo kufuata taratibu za sheria. Wananchi hapa hawa wa eneo la Engusero Andare, ambapo wana, wana, wanasema eneo hili ni, ma, ni eneo la kilimo, mimi nina hakika kwamba wanaifahamu vizuri. Wako watu ambao ni wamasai wa asili wana mashamba humu. Sisi ambao sio wazaliwa hapa tulipata kwa kuuziwa na watu hao, na hatukuuziana uchochoroni. Tulipopata nafasi ya kutaka kuwa na mashamba, na ni haki yetu kwa kweli, tukapita kwenye mifumo inayostahili sisi kupita. Tumeenda kwenye ofisi za vitongoji, tumekwenda kwenye ofisi za vijiji, ndiko ambako tuliandikisha. Lakini kama haitoshi, wengine pia tuliendelea mbele zaidi, tukataka na hati za vijiji, tukapata hati ya mashamba yetu kwa hiyo hakuna namna yoyote ambayo sisi tumepita kinyume na ule utaratibu. Kimsingi tunayo mashamba haya kwa takriban miaka kumi na mbili. Hapa tumelima bila usumbufu. Ni kweli tume ilituambia tukae kwenye kwenye maeneo yetu, na mimi kama kiongozi wa wakulima walinishauri tukikaa. Tumekaa kwa tukaomba tupewe muda kidogo kuongea, si ni kweli bwana bosi? Tukakaa, tulivyokaa mimi napokea maelekezo na ushauri wa ukulima wenzangu nikienda kinyume nao sindakuwa gaidi kwao. Kwa mimi nikawakubali, nikawaambia jamani, sawa ngoja tukae tuongee. Wakasema hatupasi kuonyesha mashamba yetu kwa sababu hizo ni hatua za kimahakama na za kisheria, na mimi nikawaletea majibu hawa jamaa kwamba, jamani wamesema hivi, lakini hata na hivyo haituondolei haki yetu. Nafasi sio haki, nafasi ya kukaa na kuongea mezani mashamba kuonyesha sio shida, kwani kama hayako halali hata nisipokaa sitaondoka. Mimi ni kiongozi lakini mimi ni mama mkuu. Naomba nikuombea, ngoja nimalize. Mimi ni mama ndio, mimi ni mama kabisa, na watoto wangu watatu. Kwa hiyo mimi ni mama, mtoto wangu akinikosea, siwezi kujikata kata, nitamshukuru Mungu sana sana tu, nitakuombea. Kwa hiyo na nyinyi pia sana sana tu nawaombea, kwa sababu yawezekana mnadanganyana vitu ambavyo hamvijui na ninaposema tukutane, ninyi mnasema hatuwezi kwenda kukutana naye. Mwenye mamlaka ni mahakama. Sasa leo mmefata nini? Maana mimi nilijua nikija sitowakuta hapa, kisingenizuia mimi kutoa maelekezo ya serikali. Ningetoa maelekezo ya serikali, alafu sasa ningesubiri huyo mwenye ubavu wa kuja kupambana na serikali, mimi ningemsubiri huku shamba. Kwa asilimia kubwa ya wakulima, mmepigwa hapa na ngoma hizi hapa waliowauzia wamewapiga kwa, wame kwa sababu wamewauzia maeneo ambayo sio yao, au wamewauzia maeneo ambayo yalishapangwa kwa ajili ya shughuli zingine kwenye kijiji. Ingawa nakubaliana wewe kwamba kwenye hili tukisema tuende kwenye sheria, kuna tutakaoumia. Kwa hiyo hekima lazima itumike. Sasa wenzetu watatusaidia, pamoja na mwanasheria yuko hapa, kaka Kisaka tunafanyaje kwa wenzetu ambao wameshanunua mashamba, wamenunua kwa watu, wamepoteza fedha na walishaanza kuwekeza kulima na kutengeneza hayo mashamba. Sasa tukisha yajua kwamba ni haya hapa, ni rahisi sasa kukaa na uongozi wa kijiji na wananchi wenyewe, si ndio? hawa hapa hata ikibidi mimi mkinita nitakuja mimi kupiga magoti kuomba wananchi watugawie kali hamsini hamsini, tukalime tusife njaa, kwa sababu tulishapoteza pesa. Wakati sasa tunajipanga, na tuone wataalamu watakavyotuingiza kwenye mpango bora wa matumizi ya ardhi, ambao tunakwenda kwenda ku kwenda kuuhuisha tena upi, ili huko mbeleni tusiingie kwenye migongano, kwa sababu bila ya kuondoa kabisa ili wimbi hili, sisi tutalima na bado watu wenye makusudi yao watakuja kuchungia shambani kwetu. Tunaomba kwa sasa tujaribu kuona kukaa mezani, wala hata usituchukie na mkuu wetu wa wilaya nadhani pia hana shida. Tukae tuone tukaeje, wapi kuwe na mashamba, wapi kuwe na kilimo, ili mambo kidogo yawe, yawe yawe na amani. Sasa mheshimiwa DC Ijumaa, tukimaliza kikao unarudi hapa Jumamosi wewe na kamati na tume msiondoke, kazi haijaisha. Ya mtakutana na wakulima, mtakwenda uwandani chapchapo, kwa sababu muda wenyewe wa kilimo ndio huu. Mtakwenda uwandani pamoja na viongozi wa kijiji, nendeni mkaangalie. Baada ya hapo sasa, mkae tuweze kudumbukiza hii hekima ambayo tumeongea hapa inatuongozaje ili tuone maeneo yale ambayo yanarudi kama yako ndani ya maeneo ya kilimo yabakie kule kwenye maeneo ya kilimo. Sasa ibakie ni namna gani ya, ya kuweza kuona hawapotezi mashamba hayo na vitu vingine, kama utaratibu ulifuatwa, kama ukufuatwa, nini kifanyike. Lakini ambao wapo kwenye maeneo ya makazi sasa na maeneo ya malisho ni lazima watoke kwenye kwenye maeneo ya makazi na malisho, warudi kunakotakiwa kwenda kwenye kilimo kwa taratibu ambazo sasa mtakubaliana baada ya kuwa mmeshafanya hilo zoezi la uhakiki.